Aa, na kusomea hapa taarifa ambayo imetolewa na chama cha ACT Wazalendo, kwa hakika imetolewa na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman ambaye alikuwa mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama hicho katika uchaguzi ambao umefanyika juzi na jana visiwani Zanzibar. Inasomeka taarifa kwa umma, tarehe ya leo 30 Oktoba 2025 Kufuatia hatua ya watawala wasiojali matakwa ya watu kupora sauti ya Wazanzibari katika kile kilichoitwa uchaguzi mkuu wa tarehe wa Zanzibar tarehe 28 29 Oktoba 2025, uongozi wa chama cha ACT Wazalendo unafahamu machungu mnayopitia Wazanzibari, na pia unafahamu kwamba mmekuwa na shauku ya kusikia kauli kutoka kwetu viongozi wenu. Tunapenda kuwaarifuni kwamba tokea jana tumekuwa tukifanya mawasiliano na ushauriano baina yetu viongozi wa ACT Wazalendo na pia watu wengine wanaotakia heri Zanzibar na watu wake. Alfajiri ya leo tuliwasilisha barua rasmi kwa mwenyekiti na wajumbe wote wa Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar kueleza kwa kina uhuni mkubwa uliofanyika kwenye vituo vya kupigia kura hez, kuhesabu na kufanya majumuisho na kuwaeleza kwamba suluhisho pekee ni kurudisha haki ya kikatiba ya Wazanzibari kupitia uchaguzi mpya. Tunakuhakikishieni Wazanzibari kuwa tutakupeni uongozi thabiti katika hili kama tulivyokupeni uongozi katika hatua zote tulizopitia. Tunakuombeni mtulie na mtupe nafasi viongozi wenu, mkiamini kuwa hatutosaliti dhamira zenu za kutaka mabadiliko katika nchi yetu, kama mlivyodhihirisha kwa ushindi mkubwa mliotupa kupitia kura zenu. Tuchukue nafasi hii pia kuhakikishieni kuwa uamuzi wowote tutakaofanya utakuwa ni wa pamoja kwa, kwa kusikiliza mawazo na mapendekezo ya umma wenyewe. Tutakushirikisheni kikamilifu katika kuamua hatua zinazofuata. Wajibu wetu mkubwa kwa sasa kama viongozi wenu ni kuhakikisha usalama wa nchi yetu na usalama wenu wananchi mliotuamini wakati tunapambania haki yenu. Mwisho, chama chenu cha ACT Wazalendo kina kupongezeni Wazanzibari nyote kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi kuunga mkono wa mabadiliko na kuonesha kwa mara nyingine tena kwamba Wazanzibari ni watu tunaojitambua na si watu wa kukata tamaa katika harakati zetu, tena mara hii tukiwa tumeunganisha nguvu zetu bila kujali tofauti za kiitikadi. Hali hiyo imedhihirika katika hamasa na dhamira za dhati iliyoonekana wazi kwenye vituo vya kupigia kura na katika matokeo halisi ya kura mlizopiga. Tunakuombeni tena mtupe nafasi tuendelee kufanya mawasiliano, mashauriano, na tutawajuza kila hatua tunahuakisheni. Na katika hili tunakuombeni muwe na amani kwamba kwa namna yoyote ile hatutoridhia jambo lolote litakalolenga kuhalalisha uhuni uliofanyika. Asanteni ah, sana. Imesainiwa hapa na Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa.